Wamewatengenezea mashabiki wao tamaduni ya kutambulisha jezi mpya kila msimu, ni maneno ya mchambuzi na eh, mchambuzi wa soka kutoka hapa Tanzania, Pablo Almasi, ambapo ameweza kuangazia kile ambacho kimeweza kutokea kwa vilabu vya Simba pamoja na Yanga. Kwa mjibu wa Pablo Almasi, anadai kwamba nchi yetu ya Tanzania zaidi ya Simba na Yanga tayari wamesha watengenezea dhana mashabiki wao kuwa na tamaduni ya kutambulisha jezi mpya kila msimu wa michuano ya kimataifa. Pablo anaendelea kudai kwamba mimi binafsi sitaki kuamini kuwa Simba wameshindwa kutoa jezi kwa, kwa kuwa bado zipo au ndio tamaduni mpya wamejiwekea kutokana na makubaliano na, na, na, na mzabuni wao. Mara nyingi mzigo wa jezi sio mkubwa kama wa ligi kuu kwa, kwa maana kwamba unabeba uzito wa kimataifa tu na sio vinginevyo. Ni sawa kutumia jezi zile zile, lakini kama imeamuliwa hivyo msimu huu, itapendeza zaidi kuwa na consistency ili mashabiki wazoe mabadiliko hayo. Mashabiki kwa sasa, jukumu lenu ni kusapoti, yani kwenda madukani na kununua jezi mpya za michuano ya kimataifa. Yes, ni jezi mpya kwa maana ya kwamba kuna ongezeko la logo ya kafu ya NBC ikitolewa, lakini pia mdhamini wa Betway ni wazi hatakuwa sehemu ya biashara upande wa michezo ya kimataifa aliweza kuzungumza Pablo Almasi, wakati akiangazia kile ambacho kimetokea kwa kwa klabu ya Simba Sport Club kwa kudai kwamba kama ni utamaduni ambao wameweza kuanzisha klabu ya Simba, kwa kuwa kwa kuwa mawazo yake anaona ni kwamba jezi ya msimu ndio ambayo inatengenezwa kwa wingi, kwa kuwa inakwenda kutumika kwa msimu mzima, tofauti na jezi ya kimataifa ambayo inatumika kwa mpando wa kimataifa tu. Kwa timu kama itaishia njiani au itaishia tu haya makundi au itaishia robo finali, tafsiri ya kijezi hiyo itakuwa haina thamani tena, hivyo kuwataka mashabiki wanunue. Na kama Simba wameamua kutengeneza uwe ndio utamaduni wao wa kwamba wanatumia jezi ile ile, ila wanaongezea tu baadhi ya vitu. Kwa mfano pale wameweka logo ya Kafu, wakatoa mdhamini wao wa ambao ni Betway na kuweka Mokola.